Asira nani ya Bwana, ya. Ya Bwana ikawaka chunguza, ni vitu gani unavyopewa na unavyopewa unafanyaga vipi eh? Haleluya, haleluya! Vitu vinaweza vikawekwa wakfu mbele za Bwana, wewe unaenda unafakamia, unasababisha matatizo kwenye familia unasababisha magonjwa, unasababisha ukengemfu, unasababisha balaa. Lakini sasa leo nimekwambia, nataka tuongelee laana ya nini? Laana ya nini? Laana ya nini? Nimejaribu kukusogeza kwenye vitu vingi, ili uweze kuona kwa mapana laana inavyotenda kazi kwa vitu vingine. Ningeweza kwenda moja kwa moja kwenye laana ya familia, kuna vitu ungeendelea kutenda na ungeendelea kuharibikiwa. Ndio maana nikakwambia, kuna laana binafsi binafsi, na nikakupa mfano wa kaana nilivyo raniwa, lakini tunaona hapa kwenye ukoo wa ndugu yetu Daudi kulikuwa na vitu binafsi vinaendelea. Haleluya! Baada ya kuzisema hizo laana zingine, nataka kusema, somo letu linasema laana ya familia. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya, haleluya. Tunapoingia kwenye familia, jaribu kuchunguza historia ya familia. Chunguza kila jambo. Chunguza nini kila jambo hebu naomba nisomee Wafalme wa pili tano na ule mstari wa ishirini na saba laana ya familia laana ya familia tuangalie Wafalme wa ya pili tano mstari ule wa ishirini na saba. Amina, nitasoma. ndio. Basi ukoma wa Naamani. anasema basi ukoma wa Naamani utakushika wewe Utakushika wewe. Na wazao wako hata milele ah, weweavani ah. Nasikia hizo habari kwamba kuna kitu alifanya mtu mmoja aitwa Gehazi. Huyo Gehazi watu huyo huyo na amani alikuwa na ukoma amen, amen. Na amani alikuwa na nini na ukoma, akaja hapa kuombewa, mchungaji akasema bwana, umeshapona ukoma wako Nenda, mzee wa kanisa akaona aende bure.